Hamisi Changwalu, line 2 kutoka Dar es Salaam, wanaondoka Yanga. Clement Mzize anaingiza ndani kuchama Clatous Chota Chama, inamchukua dakika nne tu kuendelea kuonyesha ufalme wake, na anakwenda kupiga jaramba pembeni kwenye corner flag. Walimiminwa gongo nne leo, ngoma ilianzia kule kwake Clement Mzize akapangusa akapiga v maridadi kwelikweli, hakuwa na la kufanya. Clatous Chota Chama, mwamba Lusaka, amefanya haya mambo kwa miaka mingi sana hapa Tanzania. ni aliamua tu kuweka kule juu kabisa, mudi kala angefanya nini? No chance kwake kufanya chochote kile zaidi ya kuokota ama kulokota mpira kunyavu. Kwenye live score anaowafuatia Simba naone alama 78 tofauti alama moja. Haya, Duke Abuya anacheza mlinda mlango mudi kala bado hajaondoka. Pedro rkatu anacheza tena, mudi kala nawekwa tena ndani, mara nyingine Abuya, zimekuwa ni dakika nne tena, kama ilivyokuwa kwa kipindi cha kwanza, ulikuwa nipige piga ni kupige, ulianza mpira mrefu ukaangushwa abiijani ukarejeshwa tena nairobi ukawekwa mudi kala kapangusa lusaka wakauchukua ukalazimishwa tena ndani ukakataliwa tena lakini, ukaingizwa na mwamba Lusaka. Alichokifanya Duke Ogabuya ni kupasia tu katika zile neti na kufanya Yanga kuandika goli la pili. Hakukuwa na namna nyingine yoyote ile. Duke Ogabuya huyo pakom kiana kataa mukrim Isa bin Abdullah na kwa nikona haya pakom giza ndani huku haya Maxi anaweka nyavuni. Ibrahim Abdullah Amadi Baka akimalizia kazi ambayo ilianzishwa na Maxi mpia Nzengeli chuma ya tatu akienda kuangusha salute kwa wananchi katimia, huenda muda bado mwingi. Ilianzwa kona fupi, akawekewa pacom na akaiseti ndani. Maxi pia Nzengeli akaweka moja kule, mpia ambao ulikuwa kama unakwenda nje, ikaguswa kidogo na Ibrahimu Chapu wa mtu mwamuzi anasema twende. Shua boy Ibrahim Abdullah Hamadi, mwite Bacca pembeni, huku Faridi Musa anachezwa ku kamata. Mwamuzi anasemaje? Ni goli la nne, goli la nne. Anakataa mudi kala, ni mpira ambao ulimenywa ule, wakati unaondolewa own goal anakwenda kwa kasi kweli kweli, kumpata ustas Hamisi Changwalu. Changwalu anamwambia tayari ulishavuka goal line, mimi nimeona. Wachezaji wa Dodoma wataki, wanasema hamna. Ilianza hapa kwake Kefarid Musa Malik, akaulazimisha mpira mmoja ndani kule, akaumenya wakati anauondoa. Naam, Dhahiri bin shairi ulishaingia ndani. Wakati anauondoa Joash Onyango akawa ameumenya ule mpira, own goal hiyo, aliuchukua ndani na kurudi nao, akatua nje. Changwalu anamwambia kwamba niliona hivyo, wanarudi kati kwa mara nyingine. Shuaboy Shomali Ali Kibwana, mwamuzi anasema match bado ipo on, naingizwa ndani, anaukataa tena, ameumenya kwa mara nyingine tena, Joash Onyango wekwa tena, naikanga mambo, anajifunga Maxi pia Nzengeli anaweka goli la tano, alilitafuta mno, alilisaka sana, lakini sasa hatimaye mpira ambao unamgusa unakwenda kimiani na kuandika goli la tano kwa upande wa wananchi Yanga. Dodoma Jiji wanaloa kwelikweli kweli. Ulianzia kwake Shomari, ukiangalia mpira kulikuwa kuna harufu ya offside lakini ukamenywa kwanza, ukaua hiyo akaucheza mudi kala bado eneo ambayo alikuwa Maxi mpya Nzengeli Likuwa ni eneo la offside, lakini mwamuzi msaidizi nambari mbili, Hamisi Changwalu hakuwa ameona vyema. Goli la tano, Mudi kala ananyosha mkono, lakini haijamsaidia chochote. Yanga wanapiga kono la sokwe.